E bwana mtazamaji mbele yangu ni Cholo shabiki wa Simba. Naenda kupigana story kuhusiana na kinachoendelea eh, kuna kwa club Young Africans. E bwana Cholo, mambo vipi bwana? Hai, bwana poa sana. Mambo yanakwenda bwana? Alhamdulillah, mambo yanakwenda salama. Eh. Eh, sisi tuko vizuri. Mko vizuri bwana. Tuko vizuri na mshukuru Mungu kabisa. E bwana wametoka hadharani kusema kwamba hawako tayari kucheza mchezo wa dabi. Kwa nini wana Simba ili jambo melipokeaje, na siku tumebaki chache sana. Eh, dabi hiyo iliyotangazwa tarehe 15 mwezi huu iweze kupigwa katika dimba la Benjamin Mkapa. Ah, kwanza hii inaonyesha kiasi gani hii timu wamepagawa. Yaani mpaka sasa hivi inaonyesha ni kiasi gani huo msimamo wao hawawezi kuutimiza. Siku zote mwanaume anaongea mara moja tu, akisema hiki hakuna kufanya, hakuna kufanya. Leo anaweka pressi, si juu ya 30 si juu ya 40 kila siku anazungumza swala la hatuchezi. Kwa nini? Nani aliwaambia wacheze? Hakuna aliyewaambia wacheze. Kila mtu amefuata utaratibu unapotaka. Bodi ya ligi imepanga tarehe, Simba anasubiria mechi, mechi na ndo anasubiria mechi na wewe umesema uchezi subiri tuone hiyo siku usicheze afu mamlaka tuone wanafanyaje wanakaa tena wametishia mpaka kwenda mahakamani wanataka kwenda mahakamani wanakataza broadcasters wa wasi, wasi, wasi, wasi, wasi, wasi, wasi, wasi waeke logo yao kwenye kwenye kwenye eh, kwenye matangazo ni ujinga mambo unajua ya kama sodo huu ili sio sodo huu hii ligi kuu huu mpira huu huu mpira ni wa, una sheria zake wanataka kuacha sheria wanataka kuleta mambo ya zamani kwa hiyo ile timu kumbe haina rais ile wala haina makamu. Una uongozi timu inaongozwa na wazee wale. Unapi timu inaongozwa na wazee, na unaambiwa kabisa, mtu akishazeeka anarudi utoto. Mtoto mtoto anaweza kuwa na maamuzi? Mtoto ndani ya kwenda kuchinjwa elfu kumi ndani ya ichinjwa elfu kumi kisa njaa ya mtoto, hata siku moja, hasa wana akili za kitoto. Unaenda unasema si atucheze, kwani ndani kambo acheze wao, washasema atucheze. Mara ya kwanza tumewasikia hawachezi, mara ya pili, mara hii, mara karibia mara 100 sijui na atucheze. Wamepagawa hii timu imechanganyikiwa na hii yote hofu wanaofia kwamba tukienda pale Simba anatufunga atatangazia ubingwa kwetu huyu, kwa sababu anaona sasa, Kagera Gold uweza kumkazia Simba hana, Kagera Shuga uweza kumkazia Simba hana. Wanaona kabisa Simba akinichukua mie hapa itakuwa fedheha, na hao walisema ile timu mie ni shtui, baada hivyo wanashtuka sasa, wamekuja kushtuka lakini jioni sana, wamechelewa. Tunawaambia tu nyuma mwiko, tarehe 15 mbungi ipigwe pale, mechi ichezwe hii mechi ipigwe, hiki kipigwe, yani tarehe kumi na tano wafanye wafanyavyo, waruke wafanyeje, mbungi ipigwe, alomfunga mwenzake na mfunge, ndio mpira unavyotaka. E bwana, hili neno la kusema wao hawako tayari kucheza mchezo dhidi ya Simba unafikia, huu, kwa nini wanafikia msimamo huu wa kusema kwamba hawako tayari kucheza mchezo dhidi ya Simba? Shida iko wapi? Wataonekana kwamba wamekosea kubadilisha msimamo wao au kuna nini hapa? E, na vitu viwili. Cha kwanza wanaofia wana kupoteza malengo yao kwa sababu walitaka kuchukua ubingwa msimu wa ligi kuu, ili watimize mara ya nne wafikie rekodi ya Simba Sports Club katika miaka kumi hii. Pili, walishasema ah, sasa wanaona aibu kusema kwamba basi sasa tunacheza. Wanaona utampa credit Simba, itaonekana kwamba Simba ana nguvu kuliko yeye, bado na mambo ya kizamani. Sasa hivi atushindani Ushanielewa, tusishindane kwenye kwenye ngo za aina na hiyo sasa, tunashindane kwenye mpira. Umeona yeye alifika finali akapiga kelele hapa, finali sio medali. Simba katana hapo, kaenda kucheza finali na yeye. Ushanielewa, mambo ya kushindana nje ya uwanja, sijui si cheze sifanye nini, mambo yashapita. Na wakati akitaka akitaka kugundua hilo, wenzake sisi tumeshakuwa sisi tumekuwa wakubwa wa mwaka 2021 yeye alipokataa kucheza, sisi hatujabisha. Mchezo ulialishwa, imepangwa tarehe nyingine, Simba kaenda kucheza mechi pale. Ushanielewa kwamba si mambo ya nje tu hata sasa sasa hivi ngoma dakika 90 wenye timu washinde. Tena washinde, waache kuruka kuruka mageti, sio vitu gani, washinde kiarali kabisa. Lakini sasa wakianza si hatuchezi, hatuchezi kila siku, kwanza wanaonyesha ni kiasi gani wao wenyewe msimamo wao na washinda, kwa sababu wamegawana makundi. Kila siku wanazungumzia jambo moja. Swala la kuchisi tushasikia. Wa Wamesema hawachezi, tumesikia. Hao bodi ya ligi wanaoshinikiza tu washasikia. TFF wamesikia. Wameenda mpaka kasi kwa maana ya kafu na FIFA. Wamesikia. Sasa leo walikuwa wanamwambia nani kwamba hawachezi? Si tunajua kama wamesema hawachezi. Kama hawachezi, tusubiri tarehe 15 hiyo asije tujue kwamba kweli Yanga amemaanisha hawachezi. Kama Yanga hata leta timu uwanjani. Mm. Adhabu za bodi ya ligi zinajulikana. Naam. Maana yake Yanga Africans wako tayari kupokwa alama 15 na alama 3 na kufidia gharama za mchezo pamoja na kupigwa faini. Maanake wako tayari katika hilo. Wenyewe wanasema wa wako tayari kwa lolote. Wamesema wako tayari kwa lolote kwa maana kila kinachotokea wao wako sawa. Na mimi naamini kabisa. Yaani huu mwaka uh, Young Africa, yani, nyuma mwiko mwaka wanaenda kuwa mfano kwa vilabu vyote Tanzania. Kwa sababu kuna zile kelele kwamba Simba na Yanga wanapewa na wanapendelewa wana uh, na nini? Na ni kweli Simba na Yanga kwamba wanaonekana wanajifanya wao ni wakubwa. Yaani kwamba sisi timu zetu hizi ni kubwa, hawawezi uh, hatuwezi kufanya kitu chochote. Simba naweza akaamua lake na Yanga akaamua lake. Sasa huu msimu, Yanga anaenda kuwa mfano kwamba bwana wesi hujacheza mechi tatu chukua aliyekuja uwanjani kumi na tano zipolomoshwe pale, washanielewa na wamesema mechi inayofuata pia wachezi kama wamesema na mechi inayofuata wasicheze, wanalimwa matatu wanalimwa kumi na tano wanalimwa kama pointi arobaini na nane hivi kama sikosea hamsini na anajikuta na pointi ishirini na kitu huko wakijikuta na pointi na ishirini na kitu azamu anakuja pale nafasi ya pili Umeshanielewa, wanakuaje? Tukomoa sisi kama Simba wanakuaje komoa? Bodi ya ligi wala TFF wanakuwa wamejikomoa wao wenyewe. Na kingine kabisa, nawambia kabisa, viongozi wa ile timu wasije wakajichanganya litakapokuja swala la faini, fedha, mashitaka hawataitwa wazee kwenda kwenye, kwenye kesi, watakaoitwa ni viongozi wa hiyo klabu, watajiponza ha? E, yaya, yaya, watajiponza nyuma mwiko yu. Kwa hiyo wewe bwana, unawashauri nini uongozi wa Africans kuelekea mchezo wa derby wa tarehe kumi na tano? Kwanza niwakumbushe kabla ya kuwashauri kwamba mpira umebadilika sasa hivi. Sasa hivi mpira ule wa zama zile umebadilika. Mpira sasa hivi umekuwa biashara. Mpira ni ajira ambayo inatambulika kabisa na serikali duniani. Umeshanielewa. Kwa hiyo mambo ya nje nje yale kama zamani sasa hivi yamepita na wakati. Kwamba mtu wewe ametangaza ubingwa anaamua mechi ya mwisho mi sichezi. Umeshanielewa. Siku hizi hiyo hakuna. Huyu Yanga huyu amezoea mambo, alishawahi kuchukua, alishawahi kukataa kucheza mechi na Simba. Kisa ameshatangaza ubingwa, kuna mechi ya Simba na hofu ya kufungwa, akasema mimi sichezi, akakata pointi tatu. Hata Simba kipo pointi tatu, yeye yeah, anakuwa bado bingwa. Asa hivi imeongezeka, unakata tatu na kata na 15 zinakuwa 18. Kwa hiyo ukitangaza ubingwa, labda utangaze ubingwa kwa pointi 20 ndio, ukikata hizo 18 na zile tatu unaweza ukachukua ndoo. Umeshanielewa. Ninachowashauri mimi kwamba mpira uchezwe. Umewekeza fedha nyingi kwenye timu, iache timu ifoe yenyewe Tuache mambo ya uwanja. tunawasifia sifia wachezaji tumewatoa nje kwa, tunawadharau wachezaji wetu wadharau hapa, kujifanya sio, huyu mzuri, huyu mbaya, kumbe unampa nafasi mechi umeinunua, mambo yanaleta makando kando karungu. Yeye babu kasema mechi, mtu kafungwa, unaanza kusifia fulani hatari kuliko fulani, sio kweli. Umeweka hela, acha timu ifloe yenyewe, dakika 90 zizungumze, atakayeshinda ashinde mechi. Ah? Uh -huh. Eh mimi ninachoshauri kwamba walete timu uwanjani atakaishinda ashinde kwa sababu wao timu wa kucheza na Simba wanayo na hivi karibuni wao na rekodi nzuri wamemfunga Simba mara nne mfululizo. Kinachotia ofiki togame. Maneno ya leta timu uwanjani. Kwa hiyo, timu uwanjani waje kukutana na Elie Mpanzo, waje kukutana na Budo Mutare Kawaka, waje kukutana na Kiburiki Kibudenga waje kukutana na Desem kwa, kim, Kwala, aende kumkimbikwa kwanza. Sasa maana sasa Desem Kwala kazi yake ni kuatoa pumu twenzie. Yaani akisema weka anaondoka. Akienda mara tatu ya nne chuma. Ah? Uh -huh. Eh akauliza Singida Black Star mechi na itaka ya ligi KMC hapo, kaenda mara tatu offside, mara nne kamba, game over. Sisi tumeondoka na wao, kitawakuta pale. Na hivyo amezeeka zeeka, wachezaji wao wala wana hofu, kwa sababu wachezaji wao kwanza wazee, cha pili wana majeruhi kibao. Wana hofu pia, Simba anaenda kuwa bingwa msimu huu rahisi kupitia wao, na hofia hawana lolote, kujifanya wanyifana na msimamo. Huwezi kuweka msimamo, tumia sheria, tumia kanuni. Kanuni zinakuruhusu wewe kuto kucheza, kama zinakuruhusu basi nyamaza kimya, haina haja kwenda kukaa kaa kila siku mnapiga piga makelele, si hatuchezi, hatuchezi, tunataka sijui matangazo, sijui tutumie logo, tutumie logo, logo yao wao ni timu ambayo imejisajiliwa kwa na, na TFF inatambulika na Bodi ya Ligi na Bodi ya Ligi tumechagua tumechagua wenyewe vilabu. Sisi tumeamua tumechagua wale. Bwana huyu na huyu na huyu hawa ndio viongozi wa Bodi ya Ligi. Wao ndio wanapanga. Wakisema situmie logo yao, basi sawa. Basi tume tuone watatumia nini. Logo yao inatangaza mpaka mwisho leo, nitakuona uh, broadcasters Azam wametoka kupost. Mechi ipo kama kawaida. Mtani lete timu uwanjani, ngoma ipigwe. Waache mambo yao. Kwa hiyo mechi lazima ipigwe bwana. Hey, ya yana... e, hii nakwambi, ngoma ipigwe. Hii ngoma ipigwe. Kivyo vyote vile mtu aje na hey, mbuzi, aje na kondoo, aje na paka lakini ngoma ipigwe. Watu wameulia tena bwana. Eh, hii nakwambia aje ngoma ipigwe. Anayekuja na mbuzi, aje na mbuzi, anakuja na paka, aje na paka. Lakini ngoma ipigwe hapo dakika 90 rupaso hapo. Kwa hiyo aje na paka sawa. Akija na paka sawa, aje na mbuzi, aje na nini? Yaani atakayekuja na chochote na aje lakini ngoma rupaso ipigwe. Na wazee warefu na wafupi. Kama kawaida. Kama kawaida, si mimi si mechi kubwa. Mm, mechi kubwa havikosi vimbwanga. Vimbwanga lazima hii, vimbwanga lazima watu wachie chie maneno yao, wanatisha tisha watu. Sisi tumesema, tumesema wewe umesema nani? Nenda katafute hela ununue chumvi upeleke nyumbani akapikwa samaki wewe gari na familia yako. Masuala ya kutisha watu na akili zao timamu, eti sisi tumesema wewe umesema nani anakujua inakujua kujua klabu yako, masuala ya vilabu kuongozwa na wazee asaidi sasa, na wakati hayupo mzee anaweza kuiongoza Simba hayupo mzee anaweza kuiongoza Yanga. Kiufupi, mzee anaweza kuziongoza hizi timu mbili hayupo. Wanaongoza timu matajiri wenye hela zao, watu wanaweka hela kwenye hizi timu, hao ndio mmm, um, wana mamlaka. Atokee pale bwana aribliesemu aseme bwana Yanga achezi hapo, kidogo unaweza ukasema, mh, huyu mwanaume kazungumza. Hey, atokee eh atokee ke Mohamed Odeje akisema Simba yangu sitaki icheze. Mohamed Odeje kasema kabisa, mimi kwenye fainali kicheza Zanzibar, siendi Afrika nzima imeandika kwa sababu kazungumza mwanaume, eti atoke mzee mmoja katoka simiu ndani ndani huko, me simba simba lialia sijui nini nimeje nimebeba tofali kwenye jengo simba yangu sitaka. Hakuna cha simba yangu siku hizi, si siku hizi mpira umekuwa, watu wanaweka hela, mchezaji ananula bilioni mbili bilioni tatu. We umekaa tu ndani kwako, mmekusanyana ti na kikundi chenu, sie ndo wenye timu wenye timu. Timu zishabadilika, hizi hizi timu zinataka hela. Kama wanabisha leo ile pale jifanyia aende sasa, huyo kiongozi aseme yanga icheze, alafu wale wazee wachukue pale timu yao ile, kama wanaweza kumlipa hata mchezaji mmoja pale mmoja tu akumlipa pale, tena watu inter, wale pale international wote watolewe, na wale pale local player ambao wana nguvu wote watolewe, tuambie tu bwana. Dennis Nkane huyu, wewe mnaweza kumsafirisha mwe mnamlisha, au anakaa kempu peke yake? Wale wako pale Jangwani wote hamna hata mmoja anaweza kumlisha Dennis Nkane pale. Alafu leo wanakaa eti sie ndo wenye timu ule wako kiongozi, ukinani ondoka, je sie akiondoka le kuna timu pale? Aondoke karibu pale, aseme jamani, a timu yenu hii, kuna timu pale. Wamesahau walivyoondoka manje, nawakumbusha, wamesahau walivyoondoka manji. Waache mdomo, waache mambo mambo, sijui kwa timu yetu, timu yetu. Ile timu ya watu wenye hela zao, timu ishakuwa watu wenye hela. Wenye hela akisema ngoma inapigwa, ngoma inapigwa. Na mimi namwambia karibu, JCM bwana, na huu mpira ushaweka hela nyingi kwenye ile timu. Wasikuchanganye lete timu pale Rupaso atakayeshinda ashinde. Eh, huko anazungumza tajiri GSM, huko tajiri wa Medeoji. Wote ni wenye timu zenu? Mwenye huko usijue kuna rais engineer S, huku tuna mwenyekiti mtazama ngungu, ngoma ipigwe. Kisha hapo tunabaki bakisi sisi sasa mashabiki. Sisi wenye timu yetu za sisi kazi yetu si kupiga kelele. Lakini ukiniambia hata sasa hivi nikanunua katoni mbili tu za maji nipeleke pale. Mie sipeleke kwa sababu ila hiyo mimi sina. Lakini kazi yangu mimi kushabikia. Wao kujifanya wanakuwa na wana klabuni pale. Mie mie nimesema, mie mie nimesema, unao uweza kuiongoza timu wewe, watu wachie mambo hayo. Sisi tumechoka kusikia kelele za hatuchezi, hawachezi. Tusubiri tarehe kumi na tano wasitie timu Simba ape pointi tatu kwapa, tunainua kwapa. Mwakani takubishana na wanaume wenzangu huko, akina Orlando akina ahali nende nkamenyane nao maa, nimemisi kumenyana na watu kweli. Huku si nimemenya menya watoto wadogo, nimemenya wote wale watoto wadogo. Asa nataka nikamenye kwa kubwa wenzangu, kwanza wamenimisi Ndo ninapopataka huku, asa ajipindue pindue aende nao kwa sababu si anauhakika fainali acheza na ndugu yake, eh, anaongea kimataifa yule, kwa sababu fainali acheza na ndugu yake. Hata wakicheza wanne wale wanashinda. Bwana shukran sana bwana Jojo, aaasante ah, sana.